Kakuyuni huko Malindi kaunti ya Kilifi, wametoa wito kwa idara ya elimu nchini kumhamisha mwalimu mkuu wa shule ya upili ya wavulana ya Kakuyuni. Wazazi wa wanafunzi wa shule hiyo wameibua madai ya mwalimu huyo kuendeleza uongozi mbaya, jambo ambalo wanadai limechangia kudorora kwa viwango vya elimu na matokeo ya wanafunzi katika shule hiyo. Wakiongozwa na Samuel Katole, wameibua madai ya wanao kurejeshwa majumbani mara kwa mara kwa sababu ambazo wametaja kutokuwa za msingi, na hivyo kukosa muda wa kusalia shuleni ili kuendelea na masomo yao. I have already written a letter. Nimeshaandika barua tu TSC. Kuomba ya kwamba kuwe na uchunguzi hapa Kakuyuni Boys High School, na ikiwezekana. Na ikiwezekana kwa sababu community ya Kakuyuni imekataa principal, ikiwezekana principal apatiwe transfer aende mbele hapa yeah, yeah, Kakuyuni Boys, yeah. Yeah. T amua, t amua. Kuna wanafunzi ni day scholar yeah. Leo anafukuzwa kwa fees yeah. Kesho anafukuzwa kwa nywele yeah. Kesho kubwa anafukuzwa kwa kuchelewa. Tumekuja ndio tuweze kupata suluhisho. kuhakikisha ya kwamba tunapata suluhisho, ndio maana unatuona sisi wote hapa. Wakati huo huo, mzozo wa uongozi unaoendelea katika bunge.